Katika ulimwengu wa soka la Tanzania, majina mawili yamekuwa gumzo kubwa: Morris Morrison wa Simba na Paco Mzuzwa wa Yanga. Lakini swali ni moja, nani ni bora zaidi? Kwa wengi jibu ni wazi, Morris Morrison ndiye mfalme mpya wa kiungo wa kati. Morris ana uimana wa mwili, kasi ya kufikiri na uwezo wa kusoma mchezo kabla hata haujaanza. Kila pasi yake ni hesabu, kila tako ni uamuzi wa busara. Anacheza kwa nidhamu, akili na moyo wa Simba halisi. Wakati huo huo, Pacom ni fundi mkubwa. Anajua kupiga chenga, ana flea na ana confidence ya hali ya juu, lakini tatizo lake consistency. Wakati mwingine anaangaza sana, lakini mechi inayofuata anaonekana kupotea kabisa. Morris kwa upande mwingine ni mtu wa performance ya kila mechi. Ana stamina, leadership na anajua kushika gem hadi dakika ya mwisho. Huyo ndiye mchezaji anayebeba timu kwenye mabega yake kimya kimya, lakini anafanya kazi kubwa. Kwa hivyo ukiuliza, kwa nini Morris ni bora kuliko Pacom? Ni rahisi: ubora wa kiufundi jamaa, nidhamu dhamu ya kiakili jamaa, uthabiti wa kiwango ni mchezaji bora wa kweli, na kama anaendelea hivi, Morris Morrison anaenda kuwa mmoja ya majina makubwa zaidi kwenye historia ya Ligi Kuu Tanzania Bara. Tanzania, nini maoni yako? Tuma comment tim Morris au tim Pacom, tuone nani anapendwa zaidi.